Katika kila jamii iliyo hai kimaadili na kiroho kuna nuru inayoangaza njia yake. Nuru hiyo si mali, si mamlaka, bali ni elimu iliyo hai ndani ya masheikh. Masheikh ni warithi wa mitume. Wao ni taa zinazoangaza gizani, sauti ya hekima wakati wa mkanganyiko, na daraja linalounganisha watu na Mwenyezi Mungu. Wakati jamii inapokosa mwelekeo, mashekhe husimama kurekebisha. Wakati maadili yanapodorora, wao hukumbusha, na wakati kizazi kipya kinapohitaji mfano, mashekhe huwa mbele. Kwa maneno yao, matendo yao na subira yao ndiyo. Kwa maana hii, mkusanyiko wa mashekhe 41 unaounda baraza kuu la mashekhe nchini Burundi ulipata kukusanyika chini ya kimvuli kimoja, ndani ya siku mbili mfululizo tarehe 20 na tarehe 21 Desemba 2025. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Katika muda kama huu tumetoka kwenye kikao cha baraza la mashehe e, hapa Bujumbura. Kikao kilikuwa kizuri, chenye mafunzo yaliokuwa mazuri. Tumeshiriki na mashehe mbalimbali, alikuwepo mufti akawa kadhi na naibu kadhi wengine wote waliohudhuria. Kubwa tu, nazitoa shukurani zangu za dhati kuona kikao hichi kilikuwa na husia uliokuwa mzuri na kutupa hutwa na njia ambayo tutakayokwenda nayo, naifahamisha jamii na ndugu zangu mashehe ya kwamba kuku anapokuvuruga ukimpiga kile, ukimpiga kilemba utakuwa umeharibu kitambaa. Kwa hiyo tuendelee na kazi, Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wa Taala atatulipa kila laheri. Wale watoto ambao wanakaa katika jamii hawana adabu, kadiri utakwenda unajibizana nao, utakuwa ni wewe ndio unajichafua. Waswahili wakasema, koko kumpiga kilemba unaharibu kitambaa. Hiki kilikuwa ni kikao cha kwanza cha baraza pana la mashekhe nchini Burundi, likikusanya mashekhe kutoka kila pembe ya taifa hili tukufu. Tukio hili limeandika historia mpya katika safari ya mabadiliko ya kijamii na kiroho kwa kuwa lililenga kuweka msingi wa umoja, mshikamano na mwelekeo mpya uongozi wa dini kwa ajili ya kuijenga jamii. Siku ya kwanza kikao ilianza kwa Korani tukufu kusomwa kwa unyenyekevu, ishara ya kuanza kwa baraka na mwangaza kutoka kwa Allah. rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin

Baada ya hapo mufti wa Burundi Sheikh Salum Nabagabo ambaye pia alikuwa mgeni rasmi alitoa hutuba yenye hekima, upole na mauno. Alizungumza kwa lugha ya matumaini akiimarisha imani za waliohudhuria na kuwahimiza kushikamana na misingi ya dini katika kujenga taifa. Kisha kila shekh alijitambulisha kwa kina kutoka nasaba zao, historia ya elimu yao ya dini hadi vyuo walivyohitimu. Jambo hili liliongeza udugu, heshima na maelewano miongoni mwao. Kiongozi mkuu wa baraza Sheikh Ali Khamis aliongoza kikao kwa busara kubwa, akiwa bega kwa bega na naibu wake Sheikh Jamal Saleh. Waongozi wao walionekana wazi katika namna walivyoongoza mijadala kwa hekima na umakini na uwazi. Moja miongoni mwa vipengele vilivyojadiliwa, misingi ya jumla ya uongozi wa Waislamu nchini Burundi, lakini pia kuisoma katiba ya sheria za ndani zinazoliunda Baraza Kuu la Mashekhe, lakini pia kugawanya majukumu baina ya baraza hilo. Lakini pia kikao kiliweza kupata heshima ya kipekee kwa kuhudhuriwa na viongozi wa stafu wa Baraza Kuu la Mashekhe nchini na mufti wa zamani Sheikh Gihete ambaye kwa miaka mingi alisimama kidete katika kuijenga jamii ya Kiislamu nchini Burundi. Uwepo wake kama mgeni rasmi ulikuwa ni ishara ya kuthamini mchango wake na kuenzi juhudi zake katika kuweka msingi wa uongozi wa dini nchini. Maneno yake yalijaa busara, historia na wito wa kutunza amani na umoja wa Uislamu. Alikumbusha umuhimu wa kuendeleza misingi ya dini kwa kushirikiana, kuheshimiana na kuongozana katika njia ya haki. Tukio hili si la kukumbukwa tu bali ni mwanzo wa sura mpya wa uongozi wa Kiislamu nchini Burundi. Kauli mbiu iliyochaguliwa, weka mkono wako kuna kwa mkono wangu, si maneno tu bali ni ahadi, ahadi ya kushirikiana, kusaidiana na kuleta mabadiliko chanya ya kijamii kwa msingi wa Qur'ani na Sunna. Tunamwomba Mwenyezi Mungu alitilie baraka baraza hili awaunganishe mashekhe wote katika ukweli na alijalie kuwa ni chombo cha kheri kwa taifa hili la Burundi. Nimesimama hapa kwenye e, makao ya Komibu au ofisi za Komibu, ni kwamba tumemaliza kikao muhimu sana sana sana, e, kikao muhimu ambapo toka jana tarehe 20 na leo 21 tumekaa na mashekhe, yaani ni kikao kimeitishwa na baraza la mashekhe moja zuri ni kwamba, uh, kwa muda wa miaka ya kutosha ndio uh, mashehe wanakutana kama hivi tunabadilishana. Alhamdulillah, jambo zuri la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, toka jana najadili namna gani tusukume, uh, Uislamu, imani ya muislamu na kadhalika, Uislamu uweze kwenda kwenda vizuri. Alhamdulillah, leo 21, ndio tumetamatisha kikao chetu, lakini zuri kabisa ni kwamba katika kikao chenyewe tulikuwa na viongozi ambao walitangulia kuongoza jamii hii e, ili kupata kwao khibra kupata kwao nasaha. Alhamdulillah, toka jana tumekaa tumekanao, tunamshukuru Allah subhanahu wa taala, tumefikia matunda ya kuunda lile baraza la mashekhe pana, ambapo sawa na sheria kuna baraza la mashekhe finyu, mashekhe kumi na moja, kisha kuna wengine thalathini ambao ndio wanaunda baraza pana. Kwa hiyo limeundwa pia hilo biidhnillah, alhamdulillah, lakini la kuelewa ni kwamba mashekhe wote na wasomi wote ni mashekhe na uh, ni maduati, kila mmoja sawa na juhudi zake. Inshallah wote tutawatarajia na wote tuwe pamoja, ili kusukuma gurudumu hili la dini ya Allah subhanahu wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atubebe, Mwenyezi Mungu atufikishe kwenye malengo. Kwa niaba ya ndugu zangu wote, akiwa mbele uh, mufti wa jamii, lakini pia kadhi wa baraza la mashekhe